Ajenda yetu kubwa leo tulikuwa tunaangalia aa, tunaangazia zaidi pembejeo za kilimo ikolojia. Na hapa nikisema pembejeo, ziko nyingi sana. Pembejeo kuna maana ya, ya zana za kilimo, lakini pia pembejeo inamaanisha mbegu tunazozitumia. Pembejeo pia tunaangalia mbolea tunazozitumia, viuatilifu tunavyovitumia na hapa kwa kwetu kwa tunaangalia zaidi umuhimu wa viuatilifu hai katika kuboresha afya ya udongo katika kuongeza mazao zaidi na katika kupanua na kukuza kilimo ikolojia. Tumekuwa na mchina, na discussion au, au majadiliano mazuri mazuri sana na kuna mambo kadha wa kadha ambayo tumetoka nayo. Jambo kubwa ambalo limezungumziwa lime na tumeona ni muhimu sana, tumeona uwepo wa elimu ni muhimu sana, tunahitaji elimu iongezeke sana, hasa kwa wakulima, lakini pia elimu kwa watengeneza wanaotengeneza hivi viuatilifu hai, nikimaanisha pembejeo za, za kilimo ikolojia. Tunahitaji kuwajengea uwezo sana, uwezo unahitajika kujengewa na kufundishwa mara kwa mara, ili tuweze kuvitumia kiusahihi lakini pia tumeona ambavyo tunahitaji sana tafiti ziweze kuongezeka katika eneo hili. Tafiti za u u uwezo au au uimara au ni namna gani ambavyo hizi pembejeo za kilimo ikolojia hai zinaweza zikaongezewa nguvu ya kiutafiti na kuwafaa wakulima wetu na kulifaa taifa letu kwa ujumla. Tumeangalia pia suala zima la, la wa sera ambalo ilikuwa pia mjadala mzuri sana. Tunashukuru kwamba tumekuwa na wadau kutoka uh, uh, bodi ya mbolea tumekuwa na wadau wa TPHPA, tumekuwa na wadau wa, wa, wa, wa serikali wanaohusisha na mambo ya utafiti. Wote hawa kwa pamoja tulikuwa tunaangalia ni kwa jicho gani sasa hizi sera zetu zinaweza ku, ku, kuangazia na kuinua kilimo ikolojia, na kama zitapewa nguvu inayo inayotakikana, hizi mbegu za asili ni nzuri sana kiafya, lakini pia zinahimili hali ya hewa kulingana na hali yetu. Tuliona sasa hivi ukianza kupanda wakati wa mvua zinapoanza, utavuna mahindi yako na utapata mbegu nyingi za kutosha kwa ajili ya haya. Mahindi ya asili ni mahindi yanayovumilia ya hali ya hewa, lakini ni mahindi yalivyo na virutubisho vingi vya kutosha, kama unavyoyaona ona nivyoashikiria hapa. Kuna rangi tofauti tofauti, kuna rangi zaidi ya kumi na sita za haya mahindi. Ukihitaji, unaweza kuyapata kwetu kwa kiasi chochote unachokipata, lakini pia tunaomba serikali iweze kuweka mfuko wa ruzuku katika haya mahindi. Yamesaulika sana, lakini tunaiomba serikali yetu tukufu inayoongozwa na, na mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Daktari aweze kuweka mkono kwenye haya mahindi, yatatusaidia turudi kwetu, turudi hiyo vyetu vya asili vitaleta afya njema kwetu, lakini pia vitaendeleza kizazi na kizazi. Haya maendo ukipanda utaendelea kuvuna na kuvuna na kuvuna mpaka maisha yako yote. Kwa hiyo tunaishauri serikali na wadau wa kilimo, bado hizi mbegu zipo, tuzipende na tuzihudumie. Vina rutuba nyingi, vinarutubisha ardhi, lakini bado ni afya njema sana kwa mkulima, lakini pia na kwa mazingira yetu. Mimi ni mojawapo wa ninayelima kilimo ikolojia. Kwenye kilimo ekolojia ni kweli kwamba tunazungumzia kilimo ikolojia lakini kwa sasa bado kilimo ikolojia watu ha, kile kilimo hakijapanuka zaidi. Tulichokuwa tunaomba tulikuwa tunaomba serikali na yenyewe sasa iingilie iingilie kati juu ya hiki kilimo chetu ikolojia, kwa sababu kilimo ikolojia ni kilimo kinacho, kinachotumia mbinu za asili, mbolea za asili, mbegu za asili kama vile tunavyoona kana kwamba serikali kwa sasa inatoa ruzuku za mbegu ruzuku za, za, za mbolea hata sasa na tunaomba, na sisi tunaolima kilimo ekolojia serikali ituangalie kwa jicho la la pili, waweze kutusaidia sisi ambao tunalima kilimo ekolojia. Maana tunaposema kilimo ekolojia ambayo hizi mbolea za asili, sio wote, upatikanaji wa mbolea za asili sio wote wanaweza kupata kwa urahisi, kwa sababu unaweza kuta kweli mtu anatamani kulima kilimo ekolojia lakini mifugo wanakuwa hawana, maana kilimo ekolojia kinatum, kinatumia zaidi mbolea za asili. Serikali iangalie hapo, tutapataje kwa urahisi ili kila mmoja aweze kulima hiki kilimo ambacho ni kilimo chenye kulima chakula safi na salama. Pia kwa upande wa mbegu, tukisema kilimo cha asili kinatumia mbegu za asili, kuna ile mbegu ya asili ambayo ilisaulika, ilipotea kabisa. Serikali na yenyewe iweze kutu, kutupa kipaumbele kwa sasa ili zile mbegu zetu za asili ziweze kupatikana kwa urahisi, ziweze kuthaminika. Maana tukizungumzia juu ya mbegu za asili, watu wengi hawaamini, lakini sasa na serikali na yenyewe ituamini kana kwamba hii mbegu ya asili ni mbegu inayofanya vizuri, ina, ina mazao mengi pale tutakapo, pale mkulima atakapokubali kulima kwa, ku, kwa kutumia mbinu za asili, kuweka mbolea za kutosha shambani na kutumia zile kanuni zote za asili ili kwamba hiki kilimo na chenyewe kiweze kuinuka zaidi. Kwangu mimi utakuwa ni wito kwa kweli. Aa, ukiangalia mizania bado haijalingana. Ziko ruzuku ndio, kuna mbolea hai ambazo au viuatilifu hai ambavyo pia vimeweza kupata ruzuku, tunashukuru sana kwa hilo, lakini vinaweza kuhesabika, sio vingi kwa kweli, ni vichache. Lakini namna gani tunaweza kwanza kuweka nguvu kwenye usajili wa viuatilifu hai? Ametueleza sana mtu wa bodi ya mbolea pale kwamba kumbe wanaweza wakawezeshwa na kaweza kusajiliwa lakini sasa baada ya kusajiliwa pia ni namna gani na wao wanaweza kupata hizi faida, kwa maana ya ruzuku, lakini kwa maana ya kufahamika na kutangazwa kila mahali. Maafisa ugani ni namna gani wanazifahamu na wanaweza kuzitangaza kwa wakulima ili ziweze kutumika. Kwa hayo yote yi, tunatoa kwa kweli ni wito na ni ombi kwa, kwa serikali yetu kwamba iweze, tunajua inafanya kwa kazi kubwa sana kwa swala la mbegu, tumeona tumesikia mpaka bungeni wanazungumza, waziri wetu wa kilimo anaweka nguvu sana katika hilo, na sisi tunasema tuko nyuma yake kwa kweli, katika kuhakikisha kwamba pembejeo za kilimo ikolojia hai zinaweza kupatikana, wakulima wanaweza kuwezeshwa matumizi sahihi, lakini pia zinaweza kuchangia katika kukuza kilimo katika nchi yetu.